Nakuonyesha leo upendo wa dhati kutoka moyoni. Yesu alionyesha upendo, alisema, aliwapenda watu wake sana, aaliwapea upendo hata wanafunzi wake, na akijua kwamba saa yake imekwisha fika, alikuwa na karamu ya upendo, karamu ya upendo nao, ili awaonyeshe njia, njia ya utumishi wa kweli, njia ya unyenyekevu Hakuna njia ya utumishi wa kweli au njia ya unyenyekevu bila upendo. Huwezi ukawahudumia watu kwa moyo wako wote, usipokuwa na moyo wa upendo. Na pia kama Yohana alivyosema katika barua yake ya kwanza sura ya 4, anasema kama tukisema pia tunampenda Mungu huyu ambaye kwanza ametupenda na ametoa onyesha alama ya upendo hii. Kama baba wa familia, natakiwa kwa upendo mkahudumia familia kwa namna ipasavyo, kwa kuleta mahitaji, kufungua mlango wa upendo, mlango wa unyenyekevu. Wanasema ukipenda mwanamke kwa kumheshimu kwa namna ipasavyo, familia yake inakuwa kama mbinguni. Sio mwanamume tu anapenda aheshimiwe, mama anatakiwa pia akaheshima kwa namna ya kipekee, kama nafasi yake kama mama kwa kuwajali ipasavi kuoneza upendo wa kawaida hata kila ambacho anatakiwa kufanya. Hata ingekuwa hauna uwezo kuyafanya, unatoa maelezo kwa upendo: samahani, ningenunua mboga kwa Pasaka, lakini hamna la pesa. Mungu akijalia tutakula tu siku moja pesa. Yeah. Hii inama ya kueleza kwa upendo na wenzako akaelewa. Njia ya upendo na unyenyekevu ni njia ambaye inaewezisha inatumiza moyo. Watu wataelewa kwamba baba kumbe mambo hayaende vizuri, ani watandana pamoja nawe katika sala, watashikia pamoja na wewe we, na familia kutakuwa na amani, utulivu na furaha. Mapendo ya kweli ni kuona wenzako, kuingia katika mazingira yake, kuingia katika hali yake, kumhurumia. Yesu alikuwa najua kwamba sisi sote hatutaweza lazima afe kwa ajili ya wokovu wetu, na damu yake inamwagika kwa ajili ya wokovu wa mimi na sisi. So, mimi na nini? Ndio maana tunasema kwamba ametuwekea sakramenti ya upendo ile amri kuu ya upendo, na mapendo ya kweli. Akaonyesha upendo, maana yake amejishusha, akaoosha miguu, na akamwambia kwamba sasa, ninachofanya sasa hamtaelewa, lakini mtaelewa baadaye. Tumsifu Yesu Kristo. Ana siku moja hatawachia kazi hii waendeleze, namna karibu kabisa, wakaendelea na kazi na nguvu, ni kitakacho wasaidia kitakacho wapatia kile ambacho wamejifunza kutoka mwalimu, na alikuwa anawafundisha unyenyekevu, kwa sababu bila unyenyekevu hamna mtumishi wa kweli. Kama mtumishi wa wote, lazima mjishushe, mvae mavazi ya unyenyekevu, kwenye familia, kwenye kanisa, mahali popote unapofanya kazi, vaa mavazi oui ya unyenyekevu katika utumishi wako, ndio mapenzi ya kweli ndio mapendo ya kweli tumsiki Yesu yeah. Kristu naweza kutufundisha leo. Unajua, unyenyekevu, unyenyekevu inahitajika katika mahali popote, hata kwenye ndoa. Bila unyenyekevu, inakwaja mara nyingi tunaletea maneno ambaye hata ujui mashtaki, kitu mbalimbali unatulia. Lazima ujishushe, utatue shida ni nini, ili ujue namna ya kufanya mambo yaende

Naomba agizo hili la leo, tupendane tujitahidi sana kuonyesha upendo yule ambaye unampenda. Tuanze ya upande wa Yesu sasa, yapende sasa. Tunaposema kwamba Yesu aliweka amri kuu ya upendo na upendo unatakiwa kudumu, sio upendo wa muda. Yesu hakutuambia upendo wa muda, anasema pendaneni kama nilivyowapenda. <laughs> na mkisema kitabu cha Isaya, alisema nimewapenda kwa upendo usio na mwisho, upendo wa daima, nimekuwa mwaminifu katika upendo huo. So upendo wetu usio upendo wa muda. Wakati fulani ninawasihi, nina, nina washauri, naomba tupendane. Unapoona msalaba, kitu cha kwanza itaiia kiliyako ni alama ya upendo, ni alama ya upendo, mapendo ya kweli, kwamba alikufa msalabani ili sisi tuokolewe. Wastahili Bwana alibeba mzigo wetu kwenda mbinguni. Wastahili ni Bwana. Pale ambapo unajazwa na hasira, unajazwa na chuki, unakaka akukudibiza sasi, tazama msalaba wa bwana wetu Yesu Kristu. Tumsifu Yesu Kristu. Yeah, ni wokovu wetu, msalaba, ishara ya unyenyekevu na wokovu wetu. Tumsifu Yesu Kristu.